Asante kwa kusalia nasi, karibu tujadili kuhusiana na ajira na vijana na taasisi ambazo zinasaidia hasa kuwajengea uwezo na kuwapa fursa mbalimbali ama kuwasogeza karibu na fursa mbalimbali za ajira, na hapa tutajadili zaidi kuhusiana na vijana kujiamini wakati wanaomba ajira na mambo ambayo na wanapaswa kuzingatia hasa misingi katika usahili Ambapo wanapata nafasi ya kufanya usahili ama interview kwa ajili ya nafasi katika kazi husika. Tuko hapa na Mary Kopwe, afisa vipawa kutoka Niajiri Platform, karibu sana. Asante. Tuko pia na Filimon Joshua, kiongozi wa Chapa Niajiri Platform, karibu sana. Asante. Asante. Na hii ni taasisi ambayo <coughs> imekuwa ikijikita zaidi kuwasaidia vijana hasa katika upatikanaji wa ajira na kuwajengea uwezo pia katika kile ambacho wanafanya kwenye e, taaluma zao mm. na pengine tuanze kwa kifupi tu kuhusiana na kile ambacho Niajiri imekuwa ikifanya karibu Mary asante okay. um, Niajiri Platform Limited. ni kampuni ambayo inahusika na swala zima la um, ajira kama ulivyokwisha uh, tangulia kusema lakini lakini pia kwenye masuala ya kuongeza thamani ya hawa vijana kwenye kuongezea uwezo haswa hasa, kuafanya, wa kuweza kuwafanya wao waweze kupata kuajirika kiurahisi. Kwa hiyo Niajiri platform imekuwepo kwa miaka tukienda wa, wa saba sasa, katika kufanya hivi, kuyaishi haya maono, kuweza kupata kuwafikia vijana wengi zaidi na kuna programs mbalimbali mbali ambazo zinawasaidia hawa vijana waweze kupata kutimiza sasa lile ambalo linatakiwa kutimiza, ukiachia na elimu ile ya wanayoipata chuoni, lakini kuwaongezea ujuzi uh zaidi ili waweze kupata uh, kuajirika kwa urahisi mm-hmm. Na kwa nini hasa uh, inaonekana vijana wengi kutokufanya vizuri katika usahili, usahili ambao wa wanakuwa wanafanya. <coughs> Nadhani uh, moja kati ya sababu inayochangia vijana wasifanye vizuri zaidi kwenye interview au kwenye usahili ni kwa sababu hawana maandalizi bora uh, kwenye interview hususani, yeah. Interview za kazi ni lazima ufanye maandalizi bora kabla ya kuenda kwenye interview, lakini unakuta kijana anaenda kwenye interview bila kufanya maandalizi. Mm. Uh, na kumbuka mimi wakati tuko chuo kuna moja ya training ambayo tulikuwa kupewa akasema kwamba aa, kabla hujaenda kwenye interview jaribu kujifanyia mock up interview. Yaani jaribu kufanya mazungumzo wewe binafsi. Jifanyie and then angalia ile mazungumzo kama wewe mwenyewe anakuridhisha, ujue kabisa uh, uh, unaweza sasa kwenda kufanya interview. Lakini kama yale maongezi au kama umejirekodi mwenyewe ukajionea aibu kuangalia video yako ujue kabisa mm. Haustahili uh, uh, hata kwenda kwenye hiyo interview. Kwa hiyo mm. Uh, kitu kabisa uh, kitu cha muhimu cha kwanza kabisa ni kufanya maandalizi bora kwenye interview. Mm -hmm. Uh, lakini pia uh, kupitia nanilii muhtasari wa kazi ambao unakwenda kufanywa interview, nadhani ni kitu cha msingi zaidi ambacho wengi ma maandalizi bora ni yapi wanakisema <coughs> okay. Uh, kwenye maandalizi bora yapo mengi sana lakini Uh, la kwanza ni hilo kupitia muhtasari wa kazi uh, na kufanya pia research uh, ya, ya ya hiyo kampuni ambayo unakwenda uh, kuifanyia na nili kuifanya interview, kwa sababu ukifika kwenye interview au kwenye usaili ni lazima utaulizwa, uh, kwa nini tu kuajiri hapa, kwa nini kuajiriwa Azam TV? Uh, kama hujafanya research au kama hujafanya tafiti nzuri kuhusiana na Azam TV, automatically huwezi kujibu hilo swali. So ni lazima ufanye uh, research lakini pia ni lazima usome hiyo kazi inahusiana na nini. uh, umeulizwa swali kwamba aza kwa nini kwa ajili ya Zam TV. mm -hmm. Wewe unaanza uh, kuongelea masuala si tu ya marketing, kumbe role yako ni, eh, ni, ni ya utangazaji. Kwa hiyo mm -hmm. uh, ni lazima usome vizuri ile muhtasari wa kazi kabla ya kwenda kwenye, lakini lakini inawezekana Filmon mm -hmm. uh, uh, vijana wengi ambao wanaenda kuomba kazi tayari anajua naenda kuomba kazi gani mm -hmm. na hivyo anakuwa tayari amekwishajiandaa kwa ajili ya kazi hiyo kuna mambo gani mengine ya ziada pengine anapaswa kujiandaa nayo? Mambo mengine ya, ya, ya kujiandaa nayo akiwa kabla ya kwenda kwenye interview, kingine ni kuhusiana na uelewa binafsi kuhusiana na, na, na, na, na, na, na, na taasisi au sehemu ambayo unategemea kwenda kufanya kazi, kwa sababu interview, anasema uh, ni, ni, ni, ni life skills au usahili ni life skills. Kuna mtu unaweza uh, anafanya kazi vizuri, ana uwezo wa kufanya hiyo kazi vizuri, lakini ikija, ikija kwenye, kwenye swala la interview, huwa wengi wanakwama wana, wana kwenye hilo sasa, kwenye kule kujiamini, kwa sababu wengi tunakamishwa na kujiamini kwenye interview uh, so ni lazima u, u, u, u, ufanye mazoezi kama nilivyosema mwanzoni, lakini pia uwe uh, na upitie I mean, upitie kuna kozi siku hizi, siku hizi kuna hadi AI tools ambazo zinaweza zikusaidia kufanya interview kabla ya mm. kwenda -hmm. kwenye interview. Kuna hizo tools uh, unaweza kufanya interview mwenyewe ukiwa chumbani na hiyo tool ikakuliza maswali ukajibu, uh, ikakupa yale common basic question ambazo ni ni lazima utaulizwa kwenye interview mm-hmm. uh, na sisi kama ni ajiri tumeona kuna changamoto ka, uh, hiyo hususan kwenye masuala ya interview, tumekuja pia na tools ambazo zinakusaidia kabla ya kwenda kwenye interview, uh, kuna tool inaitwa SWOT analysis your strengths, weaknesses pamoja na opportunities. Hii uh, uh, hii tool ukifanya uh, kwenye Niajiri platform, hakuna kwenye hakuna interview yoyote ambayo utaendwa usiulizwe your strengths, weakness pamoja na threats and opportunities. Kwa hiyo nijali Mm. Uh, Mary mmekutana vijana wangapi mpaka hivi sasa sofa, na kwa kiasi gani hao ambao umekutana nao wameweza kuajirika? Okay, um, kwanza tukianzia tu kwenye database ya Niajiri tuna vijana kama uh, takriban elfu hamsini mm -hmm. ambao wamejisajili ndani ya mfumo wa Niajiri, na kati ya hao um, ambao tumekutana nao ana kwa ana, kwa takwimu tu za mwaka jana wanafika hata elfu tatu kwa kukutana nao ana kwa ana, na hii ni kwa sababu ya programu kubwa ya UniConnect ambayo tuna huwa tunazunguka katika vyuo mbalimbali kuzungumza nao na kuweza kupata um, kuweza kupata kuwa train au kuwapa ujuzi um, kuhusiana na um, tunasema ujuzi ujuzi laini soft skills mm -hmm. ehe kwa kuweza kuwakutanisha pia na watu ambao wapo tayari kwenye um, sekta ya ajira, aidha wenye makampuni makubwa madogo, katikati maku hivyo, kwao tunakutanisha nao, wanaweza kupata ile um, tunaita spot interview, usahili wa hapo kwa papo, yani papo kwa, papo kwa. Kwa wale watu ambao wanakuwa wamefanikiwa kuingia kwenye trainings kama hizo, inakuwa ni rahisi kwao kuweza kupata kuonekana kwa sababu tunawapa wao, ndio tunawapa kipaumbele. Ya, lakini pia kwenye swala la ajira ambao wamepata ajira mpaka sasa hivi kwa tuseme kwa haraka haraka, mm. um, tangu Niajiri kuanzishwa takriban vijana elfu nne, I mean, yes, okay. Tumeanza mwaka 2018 kama miaka saba, yes, tunaenda mwaka wa saba sasa. Kuna graduate trainee programs za makampuni makubwa tofauti tofauti ambayo tumesha kufanya uh, nao kazi na kwa kupitia hizi graduate ni program huwa wana wanaajiri watu wengi sana kwa pamoja. Unaweza kukuta uh, ukifanya graduate ni program ya kampuni moja, wanaajiri zaidi hata watu mia tatu kwa, kwa, kwa pamoja mm -hmm. kwa hiyo tulishafanya na hizo kampuni zaidi ya tatu, kampuni kubwa tu si sizani kama nitazitaja hapa, lakini uh, tulishafanya nazo kazi kuanzia 2018 ambao tumeanzia mpaka sasa hivi lakini kuna zile kampuni nyingine ndogo ndogo ambazo tunafanya nazo kazi kila siku kwenye kuhakikisha kwamba tuna uh, tunawasaidia vijana kuwasogezea fursa za kazi mlangoni. Uli, ulisema kwamba kuna maswali ambayo lazima yawepo katika usahili. Hmm. labda tupe mfano wa swali na namna ya kulijibu Hmm. kwa kifupi fupi. Sawa. <laughs> Swali ambalo ni huwezi kulikwepa. Hmm. La kwanza. La kwanza kabisa. uh-huh. Tuelezee kuhusiana na wewe, yani tufahamishe zaidi kuhusiana na wewe, mfano labda Mary ni nani. Hilo ni gumu ama rahisi? Hilo ni rahisi. Unapaswa kujibu, unapaswa kujibuje? yeah, mm, okay, kwa kwenye kulijibu kwanza mm -hmm. Utajitambulisha wewe mwenyewe um, lakini pia utatambul... kama ni tuseme, kwa aina ya uwezo ulionao mm -hmm. lazima uutaje katika utambulisho huo kama wewe ni mzuri katika kufanya um, let's say kama teamwork kuweza, mm -hmm. kushirikiana vizuri na wenzako, lazima u, uji, uji, yani unajigamba, yani ndio muda wako wa kujitamba na kujielezea. mm -hmm. Kwoo, kama nikisema kwamba ndo nimeulizwa sasa mimi Mary, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> tuambie kuhusiana na wewe, ningejibu tu kwamba kwa majina, kwa, kwa Kiswahili yeah. Kwa jina, kwa jina naitwa Mary Kopwe na mimi ni afisa vipawa kutoka kampuni ya Niajiri Platform, tukihusiana na masuala ya uh, recruitment lakini pia uh, talent development pamoja na management. Kwa, kwa ufupi mimi nina uwezo wa uh, kuweza kufundisha kuweza kuzungumza kusema communication skills hmm. lakini pia uwezo wa kuweza ku kufikisha wazo uh, kwa urahisi zaidi mm -hmm. na watu wakaweza kulielewa na kuweza kupata matokeo chanya kutoka katika mazungumzo yangu. mm -hmm. Kwa feel... hapo ume lakini, mm -hmm. pia katika kujitambulisha ni, ni lazima pia umweze kumfanya ku, huyo msikilizaji au mm huyo -hmm. aliyekuuliza swali mm -hmm. kuvutiwa zaidi na wewe na kuweza kupata either way ku kukaribisha zaidi kwa mazungumzo zaidi au. Sasa mfano katika swali hilo, hataki kujua nimezaliwa kijiji gani, nimesoma mm -hmm. shule gani, taaluma yangu, taaluma ndio una, una, unaweza kutaja hapo mm -hmm. nime kitu ambacho nimekielezea ki, nime mfano mm -hmm. tu ni mfano, ukakutana na mtu mkubwa ambaye labda tu kwenye lifti ukajielezea kwa ufupi kuhusiana nawe, maana kuna aina nyingi za usahili no. sio tu ule ambao tunauona, umekutana na mtu unakuwa rasmi. Yes, unakuwa rasmi labda kwenye eneo la, la ofisi umealikwa, mm -hmm. kuna panel ile ambayo inakuuliza maswali, watu wengi wanaofahamu usahili huo mm -hmm. na watu wengi huwa wanajiandaa kwa usahili huo, lakini mm -hmm. aina za usahili ziko nyingi. Aina ya kwanza ya usahili ni kwa njia ya simu, naita phone interview mm -hmm. kwayo mtu anaweza umeapply kazi utaanza kupigia simu kwa haraka. mm. -hmm. utaka kufahamu labda ni kuna jopo kubwa la watu ambao wameapply hiyo kazi mm. Yeah. kwao mtu anakupigia simu kwa haraka kuweza kukufahamu, na kusema ukweli, aina hii ya usahili inaweza ikakupatisha au ikakushusha mm lakini -hmm. pia aina nyingine ya usahili ni um, tunaita kwa kwa video video conference ile, kwa hiyo mtu anaweza kukaa, haupo eneo husika, tumeshapata hizo aina za Um, za usahili kwa kampuni ya Niajiri kwa mara mm -hmm. so, unakuta client labda yupo hapa Dar es Salaam, lakini huyo mtu ambaye anatafuta kazi yupo Arusha, hawezi kukutana o mm -hmm. kwa njia ya video anaweza kuzungumza mm -hmm. lakini kuna mambo pia ya kuzingatia ukiwa katika, ukiwa katika aina hiyo ya usahili um. Sasa hapo kuna swali moja Philemon, maswali mengine ambayo huwezi kuyakosa katika usahili ni api? Uh, kama nilivyosema awali swali la your strengths, mm. weaknesses zako, udhaifu wako uko wapi Uh, wewe unaogopa nini na unaona fursa gani kwenye hiyo kampuni mm -hmm. Uh, kwa mfano kama, uh, mimi nikiambiwa sasa hivi labda, um, stress zangu ziko upande upi mm -hmm. na unaogopa nini ye, yes. <laughs> Uh, mimi stress zangu zaidi zipo kwenye masuala ya digital marketing, branding na social media kwa mm -hmm. sababu ndio kitu ambacho nakifanya kwa sasa hivi, na hapo kwenye udhaifu ama weakness, yeah, sasa kwenye mm -hmm. udhaifu ni lazima uwe makini. Yeah. Uh, uh, hili swali ni, ni la mtego kidogo. Ukitaja baadhi ya udhaifu uh, uh, ambao uta, uta, uta slow down na nili activities za hiyo kampuni mm. Uh, utakuwa unajifunga mwenyewe. Na vipi up... kuna wale ambao wanasema mimi sina udhaifu wowote. Ah uh, ni lazima uwe <laughs> na udhaifu. Ni <laughs> <laughs> lazima uh, kwa mfano uh, <laughs> mimi naweza uh, nikasema labda uh, mbona zoka kuangusha ni upe ambao uh, haupaswi mm. kuutaja. Maana kipi utakuwa umedanganya kampuni. Yeah. <laughs> Yeah. So, kuna, udhaifu, mfano, mm. Ya yeah. Kuna baada ya udhaifu kwa mfano mtu anaweza akasema labda hichi mimi na napenda kulala au sio mtu kusema. Yes, kuna hala watu ambao kweli wana udhaifu mtu swala la kuamka asubuhi kwake ni changamoto mm -hmm. Kwa hiyo sio kitu kizuri kukitaja kwa mwajiri hivi kazi nyingi ni lazima uende kazini asubuhi mm -hmm. Alafu unasema kwamba una changamoto kuamka asubuhi. Kwa mm hiyo -hmm. Mwajiri ataona kabisa huyu nikimwajiri hapa kila siku atanijia saa tano. Kwa hiyo ni lazima uchague baadhi ya weakness ambazo kweli zita, zita, zita zinasovika. Mfano mm, mfano. Uh, mfano mimi hapa uh -huh. Labda naweza nikasema labda multitasking kufanya kazi kwa kwa uh, kwa, kwa, kwa kugusagusa, hiyo ni weakness. Watu wengi wanaona mm. kama ni strength lakini ni ni, ni, ni weakness kwa sababu yani unafanya hili umalize yes, unafanya, unafanya hili umalizi, umalizi. Unafanya hili umalize ah. ya ni, ni, ni weakness, ni lazima uangalie namna ya ku, kupangilia kazi zako mm -hmm. uanze kufanya kazi hii umalize kazi hii, ushifti kwenda kwenye kazi hii. Sasa hapo, mfano ukisema udhaifu wako mm -hmm. ni lazima useme pia namna ambavyo unafanyia kazi mm -hmm. yes, ni lazima no, useme kwamba <coughs> na, na udhaifu labda wa mm -hmm. multitasking, lakini ninajaribu mm -hmm. uh, kusovu udhaifu huu kwa kufanya hichi hichi na hichi na hichi, lakini pia swali lingine la muhimu ndio kwa nini tukuajiri Hmm. Hmm. Kwa nini? Kwa nini wewe Unapasa ujibuje? Yes, ukisema hmm, kwa nini kwa nini tukuajiri, sasa hapo unasema uwezo wako wewe labda kwa, unasema kwamba mimi nikiweza kushika kazi moja ninahakikisha kwamba ninaikamilisha, lakini nina uwezo wa kupangilia mambo. Sema nina uwezo pia wa kuweza kukamilisha uh, jambo kwa urahisi. Labda pia unaweza kusema kwamba um, kwenye kwa nini tukuajiri labda kwa skills ambazo ni mezi, ni, hmm, unasema umezi, umezitaja kuhusiana na wewe ni rahisi kwamba zinaendana na si umeshafanya background check, utafiti hmm, wa hiyo kampuni, unasema zinaendana kabisa na maono na malengo ya kampuni hii, hivyo mimi nikiwepo katika uh, kampuni hii ninauhakika kama ni kampuni ambayo ni ya mauzo labda inauza products au services um, huduma inatoa huduma au inauza um, hizo nasema kwamba nita mauzo yatapanda kwa haraka sana. Hata unaweza ukataja hadi na asilimia labda kwa asilimia ishirini ndani ya mwezi mmoja tukapandisha mauzo sawa sawa. Sasa tukiwa tunaenda kumalizia baadhi ya udhaifu ambao tumeutaja, pia darasani watu wanafundishwa ama uwezo pia hizo strength, kwa mfano ujuzi wa kwenye mawasiliano communication skills, watu uh, wanafundishwa darasani pia uh, kipi ambacho kinapelekea licha ya, ya kuhitimu masomo na, na ujuzi wake kwenda nao mtaani, kinachomfanya hasa yule mtu kushindwa kujiamini wakati wa uh, uh, usahili? Ni kipi hasa ambacho cha msingi, pengine mtu akifundishwa uh, darasani na wala hakipo uraiani na hakipo kazini? <coughs> Okay. Hapo kwanza tutarejea na maisha yake ya, ya chuoni kwa sababu mm, hichi kitu tunasema kama ni donda ndugu, ilianzia mbali mm. aliku, Amka tu vupu tayari huyu mtu yuko hivyo. Hmm. Tutaanza kuangalia na maisha yake ya chuoni. Kuna hizi kazi za ambazo tunapewa chuoni eh? Presentation. Hmm. Mtu anakimbilia nini? Introduction na conclusion. <laughs> Lakini kujielezea pale katikati points, kuzifafanua na kuzidadavua hmm, mtu anapakimbia napaacha huyu hmm, eh? Kijana huyo ambaye anatarajia akimaliza akakutane na watu ambao watamhitaji yeye kwa ajili ya ajira, kwa hiyo hmm. Lakini pia watu hawataki vijana hawataki kujiongeza ku, wakiwepo vyuoni mm. Unajua kuna kuna career fairs ambazo zinaendelea lakini pia kuna kozi mbalimbali mbali ambazo unaweza kufanya mfano mm, tu kwa ndani ya, ya ya mitandao tu hii kuna kozi mbalimbali mbali ya kutoka katika uh, Alison labda au Udemy au um, tuna hizi uh, kozi ambazo zinapatikana online mtu unaweza ukafanya au tunasema ukasikiliza hizi TED Talks ambazo zitazidi kukujenga wewe na kukufanya uwe um, uwe na tunasema confidence kwa Kiswahili, kuweza kujiamini. Kuj, kujiamini wakati wa kuzungumza mm. Lakini pia usi, usi, usipende kukaa nyuma yani, jitoe mbele, muda wa kuzungumza, ukiulizwa maswali darasani jibu kipewa nafasi ya kuzungumza, zungumza kama vile hautakuja kuzungumza tena, kwa sababu hichi kitu ni mazoezi, yani usipofanyia kitu yani, ni unasema kuna law of use and disuse, usipokitumia hakiwezi kikajengeka au kukua. Kwa hiyo wewe ukipewa nafasi ya kuzungumza, zungumza. Umepewa nafasi ya, ku, ya kuhutubia, hutubia, yani fanya zungumza. mm. mm okay. Filmon, watu wanaipataje Niajiri yani, waweze kujiunga na nyinyi, wanapaswa wafanye nini? Ya, yeah, so sisi tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia tuna platform yetu. Uzuri wa Niajiri platform, mm, ni kampu, I mean, ni platform ambayo inafanya kazi kidigitali zaidi, kwa hiyo unaweza ukaiaccess ukiwa sehemu yoyote, ukienda tu Google ukiandika www.niajiri.co.tz, mm-hmm, unatupata kabisa pale lakini kwenye social media zote kuanzia Instagram mpaka na X mpaka WhatsApp channel tuko nayo Uh, uh, ni ajiri platform kote tunatumia huko na tupata <coughs> vizuri zaidi. Sasa tunashukuru sana kwa kuwa nanyi asubuhi hii. As Asante sana. Sasa tunakamilisha namna hiyo tumezungumza kuhusiana na vijana kujiamini hasa wakati wa usahili wakiwa wanahitaji nafasi za kazi. Inawezekana kama una ujuzi una taaluma fulani lakini ukashindwa kujiamini wakati wa usahili. Tumezungumza hapa na Mary Kopwe, afisa vipawa kutoka ni ajiri platform, lakini, eh, Philmon Joshua yeye ni kiongozi cha ni ajiri platform. Tunakamilisha hivyo kwa sasa. <coughs>